Uvusuvilidugea gombo jake ilingaui juaara dule kivoko cyangubbaa. Yani, hapa ndo nilikuwa najianda kupika chai. Hivi ndo mmekuja, karibuni. Shikamoo maba. Ujambo. Sijambo. Niambie baba, kwema? Kwema, ndugu yangu. Za nyumbani. Mbona na asubuhi asubuhi kuna nini? Ah, naona nikuletea ugeni ule nilokuambia. Hey, ugeni tena? Eh. Hey. Ugeni unahusiana na nini baba? Au utambulisho wa VIP, mama muhimu. Eh. Hey. Hey. Ai, tuendelee nitambulishe. Huyu ndo mke wangu. Eh <laughs> <laughs> <laughs> Eh, huyu mwanamke ataka nimwone kwa vile mdada wa mjini kule nimempata. Ah. Wenyewe <laughs> wanaziitaga piskali.

Ukawa hii sirana tupu hii jamaa. Ehe, dada, unakaa wapi? Unakaa Manzese mama. Yani kwanza jina Manzese. Tip topu kule. Kutipu topu vati? Yani unakaa Manzese wewe, mm -hmm. E, msubili mm -hmm. Binti Sayuni. Ambi mamu. Ugweisa mama, njoo. Njoo mwanangu, shuka hapa hivi toni, shuka kiasi. oh, yeah, shukao, umesikia baba? Yaani yeah, mimi hapa ni mtu mzima na akili timamu na, mm. na mimi ndo mama yako, umeelewa mm. mm. umbwene uju yani, umemwona huyu mwanamke mm. yaani huyu yonki kurugu wako, yani huyu ndo mke wako wa kumuoa hapa? Hapana kitu pa kuoa. Sababu gani unaleta tisini na tano mimi nichukua elfu mbili? Nikwambie kitu. Hapa utasahau

Huyu yani, nakwambiaje, huyu ndo mke sahihi kwa mwanangu. Nimekwambiaje wewe, huyu binti simtaki. Wazungu mnasema sijui no question, nonini. Mimi nimesema sijui no question kari hapa, no, <laughs> <laughs> yeah, hapa question ipo. Mama wewe, kwa nini hujanipanga mapema sasa, mpaka na mleta watu huku ueta mama. Ehe, hey. Imeisha hiyo baba, toa mzigo wako, ndiye toa au kupilana